Karibu ni Nebuye TV. Leo tunazungumzia ma maandalizi sahihi ya mazao ya bata wa kienyeji, ili tuweze kupata uhakika wa chakula cha kutosha, kuboresha uzito, pamoja na kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama. Kama wewe ni mfugaji, kwa kweli, video hii ni kwa ajili yako, na kuomba tukumbuke kusubscribe, kulike, pamoja na comment. Bila kuchelewa muda, katika sehemu yetu ya kwanza tutaangalia umuhimu wa maandalizi ya mazao. Moja ya siri mafanikio katika ufugaji wa bata wa kienyeji ni kuwa na mazao ya kutosha na yenye ubora. bata wanapata chakula bora, unaona hukua, bata wanapata chakula bora, wanakuwa kwa haraka, hawapati maradhi na pia wanaongoza uzalishaji wa, wa mayai. Pia lengo kubwa ni kuandaa mazao yatakayo ya na video zetu zingine kwamba bata wanahitaji protini ya kutosha. Katika sehemu ya pili kuna aina mazao muhimu kwa bata, sawa. Cha kwanza kabisa ni majani mabichi kama vile majani ya viazi vitamu majani ya kabichi majani ya ma, ma, majani poli. Kwa hiyo majani ni kitu cha muhimu sana ambacho bata anahitaji, wao wanakula. Kitu kingine ni mabaki ya jikoni kama wali, ugali, mboga, mikunde, yale mabaki anaja kuyatupa jalalani ili waweze kuzipa bata wao. Kitu kingine ni nafaka kama pumba, mahindi, ulezi, vyote vile ni vitu vya muhimu sana. Kitu kingine ambacho bata wanapenda sana kutumia ili kuweza kuongeza mafanikio makubwa ni protini za kuongeza kuna protini kama kwenye dagaa, kuna protini nyingi kwenye soya, kuna protini nyingi kwenye mashudu, kuna protini nyingi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi uwe navyo, kwamba uwe na majani, uwe na mabaki kutoka jikoni, uwe na nafaka, uwe na protini, na pia jambo la muhimu kabisa ambalo la mwisho, uwe na vitamini pamoja na madini. Kama kwenye majani mabichi, kuna kuna kuna vitamini, kwenye unga wa mifupa kuna vitamini. Sawa ha mazao haya unachanganya vizuri na yanajenga kinga ya mwili, yanaongeza uzito na yanaimarisha na i kwenye bata kwa hiyo ni mazao ya muhimu ambayo inabidi uweze kuwa nayo. Katika somo la tatu tutajifunza jinsi ya kuandaa mchanganyiko wa mazao. Ya kwanza kabisa ni uchukue pumba au mahindi ya kusagwa vikombe vyako vitatu. Unaona, maboga yaliyopondwa au viazi vitamu kikombe kimoja, unachanganya na majani mabichi kikombe kimoja, pamoja na dagaa unga dagaa, unga vijiko viwili pamoja na chumvi kidogo, nusu kijiko. Changanya vizuri mpaka iwe mlo laini, lakini sio maji maji. kwa vifaranga kwa vifaranga vya wiki moja mpaka wiki mbili, yale mahindi yabidi ya sagwa iwe laini, kwa vijiko viwili. Unga wa soya dagaa kwa kijiko kimoja, mayai ya kuchemsha yaliyosagwa vizuri kwa kijiko moja pia, majani mabichi yaliyotangwa vizuri, vijiko viwili hapo hapo kwa vile vifaranga lakini kule juu kwa vile zile bata wakubwa wale. Lakini kitu kingine, kuna ratiba ya kulisha. Ukishakuwa na mchanganyiko wa chakula chako, unabidi uweke chakula, ratiba ya kula. Asubuhi unashauriwa bata wale kwanza, saa kumi na mbili mpaka saa mbili, wote leo ushapata chakula, ambayo itakuwa ni chakula kikuu. Mchana unaweka majani mabichi pamoja na mabaki ya jikoni, na jioni saa kumi mpaka saa kumi na mbili, chakula chenye nguvu, ambayo ni nafaka pamoja na protini. Usisahau kuacha maji ya kunywa muda wote. Kwa ukifanya hivyo ratiba hiyo ukifuatilia. Kosa la kwanza kabisa, epuka kuchanganya chakula bila kipimo; kingine kutegemea chakula cha kununua pekee. Kitu kingine, kutokana na majani hadi kuwa madogo kuna bidi usikate majani akawa madogo, na kitu kingine kurosafisha vyombo vya kulishia. Kama ngaka katika video yetu hapo, vyombo vya kulishia ni visafi. Watu wengine wanafuga bata, lakini vyombo vya kulishia vinakuwa ni vibaya. Ukifanya maandalizi mazuri ya mazao ya bata, gharama ya, ya ufugaji inapungua, pia uzito unaongezeka kwa haraka na, na mayai yanazalishwa kwa wingi. Asante sana kwa kutazama Nebuye TV, usisahau kusubscribe elimu zaidi za, za kilimo na ufugaji. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndio ilikuwa ni baadhi tu ya vitu vya muhimu sana ambavyo inabidi uweze kuvijua. Kama tumeweza kujua makosa ya kuepuka, ili bata wako wasiwezi kuwa na rutuba nzuri, pia tumeweza kuangalia kuchanganya na kuandaa chakula katika bata wazima pamoja na vifaranga vya bata, na kama haujaelewa mpenzi mtazamaji, na matasimu zinapita hapo tuweze kuwasiliana na uweze kununua vitabu vyetu. Na pia kitu kingine, kumbuka kuweza kufuatilia video zingine zilizopita, maana kila wiki tunatoa video, video moja moja kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii na kuweza kuifundisha jinsi gani unaweza kufuga bata kwa wepesi na kwa usahihi zaidi. Kwa mpenzi mtazamaji, tunashukuru kwa kuweza kutufuatilia, tunakuomba uweze kukumbuka kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment. Kwa NEBUYE TV tuko pamoja na nyinyi wafugaji pamoja na wakulima wadogo wadogo. Kuu, karibuni sana Nebuye TV asanteni kwa kutusikiliza. Tunakuomba mweze kulaiki pamoja na kukomenti. Tunasoma komenti zenu hapo chini, uweze kutuambia kwamba kwa siku ya leo video hii imekufaidisha kwa kiasi gani. Asanteni sana.